Jumla ya maneno ni kwamba aya hizi zina mafunzo mengi, lakini katika mambo makubwa kabisa watu wasisahau kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kujiombea wao wao wenyewe na wazazi na vizazi, yaani watoto na wajukuu wanaokuja Yanyua mikono, omba yombea, ya nafsi yako kwa yale ambayo ya yamekupitikia umeyatenda katika maisha yako, maadamu uko hai. Dhambi zote, dhambi zote Allah subhanahu wa ta'ala huzifuta zote, zote unazijua. kwa ukasema, hii hii haiwezekani, hapa mimi nilolifanya hapa halisameheki, unatakiwa kukata tamaa madhambi yote wewe, nyanyua mikono, muombe Allah subhanahu wataala, mlilie akusamehe. Maadamu ni madhambi baina yako wewe na yeye, Allah ni ghafaru dhunub. Mlilia, ya Rabbi nisamehe kwa yale niliyofanya, usiniadhibu, usinipatilize kwa madhambi yangu. Nimeyafanya mimi kwa ujinga, nimefanya kwa udhaifu, nimefanya mimi ya Rabbi kwa kushawishiwa na nafsi yangu na shaitani, ya Rabbi nisamehe, usiniadhibu, natubu kwako na moyo wako kwa kweli kwamba wewe watubu warudi kwake. Allah anasamehe madhambi yote, hata kama ulifanya hivi ulifanya vile, ila kama una haki ya mtu waijue kwamba hii ni haki yake na hii ni haki, hiki ni kitu cha mtu fulani, mrudishie mwenyewe kitu chake ki mrudishie mwenye kitu chake. Lakini uliiba sana, hata hujui umeiba nini na nini, mwizi kweli kweli, wala hujui ukumbuke umemwibia nani, wala kiko wapi. Sasa hapo utakimsamaha sana Allah kurehemu na uombee maghfira na rahma wale uliowachukulia haki zao. Yaani mtu aweza kufanya mambo mpaka ukawa sasa ujui ni lipi lipi la nani, yani kwa yale mambo yalivyokuwa mengi, mpaka kuja kuzinduka, ushafanya mengi haya, wafanyaje? na hizi ni haki za watu. Basi wewe jitahidi kile unachoweza kukilipa kilipi, usichoweza kwa kuwa huwajui wenyewe, wala hujui ni kitu gani, waombee maghfira. Pingine Allah, subhanahu wa ta'ala, baada ya kumwomba msamaha na kuwaombea wale msamaha, na akaona ule ukweli wa nia yako kwamba wewe uko tayari kurudi na ungekuwa nacho na ukawa unawajua ungewarudishia. Pengine Allah yataradha anka au yardha anka, pengine Allah akakuridhia wewe akakusamehe, kwa hivi na yale ambayo ya ya kwa baina yako wewe na yeye. Usikate tamaa hata siku moja, hata kama watu watakukatisha tamaa, kwamba fulani si alikuwa hivi na hivi. Bwana ni watu wa, watu hawasamehi, watu hawasamehi Watu wanayakumbuka mambo ya zamani, watakutajia, si fulani yule, yule fulani hivi yule, watakutajia. Sha ya Allah, yaghfir wayatajawaz wayasfah wayafu wayukafir. Ile siku ya Kiyama utaonyeshwa naonayo, we ulifanya hivi hili, hili, haya yote uliyafanya, mimi nimeyaona, nimeyajua, kwako nalikuwa mahali pako ni pale kwa sababu ya haya